Hivi karibuni viongozi wa kidini wamejipata kwenye utata wa kuikosoa serikali, wakishambuliwa vikali na viongozi wa kisiasa wakiwataka kusalia kwenye masuala ya dini. Askofu mkuu wa diosisi ya Nyeri Anthony Muheria ambaye chini ya majuma mawili yaliyopita, amejipata akielekezewa mashambulizi haya kwa kukosoa utendakazi wa serikali, ameomba viongozi pamoja na wakenya kubadilisha mienendo yao. Begin this time of lent. Let everyone change their ways. I first, then you. I know in my weaknesses, my ill actions, my ill intentions, my malice must change of to make it love, understanding, forgiveness as God has forgiven us. Akizungumza katika misa maalum ya Jumatano ya majivu inayoashiria mwanzo wa kipindi cha Kwaresma katika kanisa la Our Lady of Consolata mjini Nyeri. Muheria amewataka Wakenya kutumia kipindi hiki kubadilisha mtazamo wao kwa Kenya bora. The theme this year is the Kenya we desire. The Kenya we desire is not a Kenya we point a finger, that we look that is far away. The Kenya we desire is a Kenya we are living. Is a Kenya I am here standing in. This is a Kenya I must create. Kadhalika, Muheria ametoa wito kwa viongozi kukoma majivuno na badala yake kuzingatia mabadiliko yatakayoboresha maisha wa Kenya if I am a person who is uh, lazy I must change to be someone industrious if I am someone who causes this division and fights I must try to change and become a better person if I am a person who is a thief I must change and stop stealing and becoming an upright person if I am a person who abuses I must change my wordings to not abuse. hata hivyo waziri wa labor Alfred Mutua amewashambulia viongozi wa kidini wanaoendelea kuikosoa wa serikali akiwataka kujiepusha na masuala ya kisiasa na kuzingatia dini. Kazi ya mchungaji ni kuwa a shepherd, to shepherd the people towards religious <coughs> sio kusimama kwa kanisa na kutukana serikali, sio kusimama kwa kanisa na kuanza kusomea president. Hiyo huachia watu wa siasa. sasa wewe mchungaji ukitaka kutukana president na kuongea siasa, wewe toa kanzu, enda pale uitishe kura, ukuwe mtu wa siasa. Hatimaye, Muheria amewataka wakenya kuwa na matumaini na kutumia kipindi hiki cha kwaresma kuombea Kenya wanaoitaka. Edwin Mbogwa, K24, saa 1